Mimi naitwa Rose Masesa. Ni dada mkubwa wa Mheshimiwa Tundu. Tundu ni mdogo wangu wa nne kutoka kakaetu mkubwa firstborn, ambaye sasa hivi alishapumzika. Anakuja yule Mheshimiwa uh, Alute wakili. Watatu ni mimi katika kuzaliwa, na professionally mimi ni mwalimu mstaafu, lakini ni mchungaji sasa hivi, yeah. Ya kwa kweli ka, kwa familia tunaumia, we are so sad. Na mi niseme Tundu alikamatiwa Songea, na mimi naishi Songea, na alikamatwa Mbinga. Wakati siku moja kabla hajakamatwa alitokea kwangu, ni alikula chakula cha usiku nyumbani, wakaenda Mbinga kesho yake na ndio jioni yake wakakamatwa. Kwa hiyo yeah, wakawa wamerudishwa, wameletwa Dar es Salaam. Ilikuwa ni shocking event, kwa, kwa sababu tunamjua Tundu. Tundu ni mtu anayeweza, anaongea openly, hajawahi kuongea kitu chote kificho na kila mtu anamfahamu, very honest man, hana kificho, hawezi kuongea chote cha hiana, na ni mtu ambaye kwa kweli tunaweza kusema ni mtu ambaye anajitahidi kuwa ana credible leader, kama unaweza Kum, eh, kumtathmini Tundu maisha yake, ni mtu ambaye ni mwadilifu. Kwa hiyo haya yote ya kusemwa ni mhaini ni nini ilitushoku ni wote, na hatuelewi ilikuwaje mpaka akazushiwa kitu kikubwa namna hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko stable na anapambana. yeah, tunataka haki itendeke, yaani kikubwa tunachotaka kama taifa letu ni taifa ambalo ya linajali demokrasia ya kweli, utu, kama ambavyo sera zinasema utu na maendeleo. Tunataka tuone utu kweli una prevail na, na justice inafanyika, sio tuseme maneno tu tunatangaza hivyo lakini ukija kwenye uhalisia hivyo vitu havifanyiki. Kwa tunataka Tundu amekaa almost miezi kumi sasa yuko ndani, na mimi nimemwona tangu mwezi wa nne, nimekuwa nikija kila wakati Dar es Salaam nimeenda nime Ukonga na hata last week nilikuwa Ukonga pia, na nahudhuria mahakamani. Lakini nafikiri kila mtu anaona jinsi anavyojipambana, anajitetea na ni kwa sababu hana hamna kitu ambacho amekifanya kilicho kibaya. ya si tunatamani kuona kwamba serikali, Mheshimiwa Rais ana ile justice, anaitoa mimi nafikiri ni yeye ndio anayetakiwa kusema kitu, kwa sababu she has been so quiet kwa muda wote ni kiongozi ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Nafikiri mheshimiwa rais alikuwa na, anapaswa naye kuonyesha ile justice, kuonyesha ule utu kwamba unamweka mtu ndani na mnajua kabisa kwamba hana kosa lolote. This is political whatever issue, lakini tunaamini hivyo kwa sababu ukienda kwenye uhalisia Tundu sio mhaini haja, hajawahi kufanya chochote against serikali yake na taifa lake. Amekuwa akipigania haki miaka yake, yake yote akipigania mimi, namfahamu Tundu, ni mdogo wangu, nimembeba mgongoni, nimemlea, so namjua mapambano yake na anavyopigania haki, najua na ametumia maisha yake yote ametumia maisha yake yote kupigania haki yeah. Kwa mfano, kuna cases nyingi tu ambazo zinaonyesha wazi kwamba yeye ni freedom fighter, a freedom ni wa amejitahidi akitoa mda wake wote na nguvu zake zote na uwezo wake, wake wa kielimu kupigania Watanzania wakati akiwa bungeni, unaona argument anazozitoa bungeni. Mtu kama huyo huwezi kutegemea awe mhaini. Anakuaje mhaini wakati anatumia mda wake mwingi kupambania Watanzania? na dunia nzima inajua Tundwa ni mpambanaji wa haki za binadamu na napigania wa Tanzania. Yeah. Mimi naomba serikali, tunapoongea habari ya reconciliation zile 4R, rais aseme kitu, where is her 4R? Na mimi kama, kama, kama Mtanzania, sio kama dada tu wa Tundu, kama Mtanzania nimesema mimi ni mchungaji ambaye tunafundisha watu maadili. Mama Samia ni mtu wa ibada, ni mtu wa Mungu, ni mtu anaonyesha, ni mtu wa dini Where is that 4R? Tunataka kuona zile 4R za mama. Reconciliation. Where is the reconciliation? Na unafanya reconciliation na nani? That is another question. Kama umemweka kiongozi mkuu wa upinzani ndani and then you are talking of reconciliation, huyu amechukua sehemu kubwa ya Watanzania ambao wako nyuma yake. Unafanya reconciliation, lazima umtoe kiongozi wao ndani so that you can sit on the table. Kwa mimi nasema namwomba mama pamoja na serikali yake wafike mahali waone kwamba kweli we want peace in the country.